Natambua kuna mambo machache machache bado ya kuyashughulikia. La kwanza ni migogoro ya ardhi. Wakati tulipotoa huduma ya msaada wa kisheria kupitia kampeni ya msaada wa kisheria ile ya mama Samia Legal Aid Campaign, tuliona malalamiko mengi yalikuwa ni migogoro ya ardhi baina watu na watu, labda wilaya na wilaya, vijiji na vijiji, labda wa wakulima na hifadhi mambo kama hayo, lakini mheshimiwa rais, anasema anataka mkoa wa Tanga haki itawale, kuwe na haki kila mwanaTanga popote alipo apate haki yake, asidhulumiwe haki yake na yoyote ati kwa sababu ya unyonge wake. Kwao nimekuja mimi waziri mwenye dhamana ya haki kuja kuwasikiliza, kuja kuwatatulia changamoto zenu za haki, kwa sababu mheshimiwa rais anaamini sehemu yoyote yenye haki ina usawa, na sehemu yoyote yenye usawa ina amani, na kwenye amani kuna maendeleo. Mheshimiwa rais anatamani wananchi wake waweze kupata maendeleo. Kwa hiyo ahadi yetu kwenu ni kuzifanyia kazi kero zote zilizobainika na tupunguze kwa kiasi kikubwa suala la migogoro ya ardhi.